Kwingineko polisi mjini Kabarnet wamefanikiwa kuupata mwili wa mhudumu wa bodaboda ambaye alikuwa ametoweka tangu Alhamisi. Uh, hii ni baada ya mshukiwa kukamatwa katika mji wa Eldoret akiendesha pikipiki ya marehemu. Mshukiwa alikiri kumuua mwanamume huyo na kuongoza polisi hadi eneo la Kabartonjo ambapo alikuwa ameuficha mwili kwenye kichaka ndani ya bonde. Marehemu Kevin Kibichi Togoch anasemekana kuwa alipigiwa simu na mteja aliyekuwa ndani ya mji wa Kabarnet siku ya Alhamisi, simu ambayo inasadikika kuwa mtego kabla ya kutoweka. Ni uchungu sana kwa sisi aswa watu wa bodaboda, tunawawa mchana na usiku. Sheria ile ilipitishwa siku ile, ni kama ifanye kazi. Tunaomba OCS wa Kabarnet Police Station askari hatusaidia security yetu kwa sisi wenyewe kwanza, sio sawa. Kwa sisi wenyewe kwanza, sio sawa, kabla tujafikia wale kitengo ya usalama. Kwa nini nitasema sio sawa? Sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku, hatujuani. Ni jambo la muhimu kwanza, kama sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku tunajuana, sisi wenyewe itakuwa rahisi sisi kudeal na wale wakora wenye wanaingia katikati yetu tuliweza ku, ku, kufanya uchunguzi wetu lead namna hiyo mpaka Eldoret tukaweza kushika yule, yule, yule mtu mwenye aliiba ile pikipiki. Kumshika tumekuja naye mpaka station, na ameweza kutuambia, ameadmit kwamba aliua huyo aliua, aliua, mwenye pikipiki mwenye piki. So ametuongoza mpaka kwa msitu penye wali, walienda kutupa hiyo mwili, na tumepata mwili ya, ya, ya, ya, ya the rider.